Na mtazamaji, ebu tafakari haya. Unafika katika uwanja wa kandanda na kuwakuta kinamama wenye zaidi ya umri wa miaka s wakifanya mazoezi ya kandanda. Katika shule ya msingi Mutei, kaunti ya Wasingishu, kuna kikundi cha kinamama, baadhi yao wakiwa na zaidi ya miakaumri 80 e, ambao hucheza kandanda nam umaarufu wao umewapa nafasi ya kushiriki mashindano ya kimataifa nchini Afrika Kusini mwezi ujao. Alikutana na, na kinamama hao na kutoendelia, taarifa ifuatayo. Kwa mawazo na mtazamo wa wengi, kina mama hawa wanapaswa kuwa nyumbani wakiwalea wajukuu. Ila mambo ni tofauti kabisa. Kila siku kina nyanya hawa hunoa makali yao na kutimiza ndoto zao hata kama wamefikisha umri mkubwa. Wote wako na kati ya umri wa miaka hamsini na mitano na themanini na tano <tinyo> Kina mama hawa kutoka kaunti ya Uasin Gishu wanaandikisha historia, kwani wako katika pilkapilka -pilka za kujiandaa kuwakilisha taifa la Kenya katika mchezo wa kandanda nchini Afrika Kusini. Elizabeth Keitanya ambaye ni mwanzilishi wa kikundi hiki anasema yote yalianza alipokuwa akitafuta mazoezi ya kufanya kwa mtu mwenye umri wake. Nika google nikaona the kind of exercises yenye natakikana kufanyika, nikaona football ndio ndio ndio exercise yenye ni mzuri sana kwa sababu kwa wazee. Alikuwa anatucheka hii, wagogo anaenda wapi? Alikuwa anatucheka watoto wetu, hata nasema what do you mean? Kwanja nasema grannies, mimi natokesa watu nacheka, nasema ah, gogo kweli naesa Msukumo wao ulikuwa kuimarisha afya na juhudi zao zimeanza kuzaa matunda, wanajihisi katika hali nzuri kiafya. Awa moto ya hii mbira ni kick for health, yani kitu yetu ya kwanza yenye tunaangalia sana ni ni health ya mama. Sinaenda mpaka jiten na kufanya mazoezi, sina kuja kuanja hapa na fanya mazoezi. Mimi nasikia pressure imeisha, hata kiuno ni sawa cha kutia moyo zaidi ni kuwa timu hii ni ya kipekee katika ukanda wa Afrika Mashariki, na mwezi ujao kina mama hawa watawakilisha Kenya katika michezo ya kimataifa nchini Afrika Kusini na Rebecca Torkok mwenye umri wa miaka sabini na mitano ndiye mlinda lango wa timu hii na ana matumaini kuwa kwa mara ya kwanza maishani mwake atapanda ndege hadi Afrika Kusini. Na sio yeye pekee mwenye hisia kama hizo. Bado kama unapanda kweli, sijui tabanya nini, mimi tafurahi sana sana sana. <laughs> Mkongo namna hii kupanda ndege, ah ah, ah. Hata mimi naambia Mungu asante. Kwa sasa wanahitaji msaada wa shilingi milioni tatu za kuwawezesha kusafiri hadi Afrika Kusini. Walikuwa wamepokea ahadi za ufadhili kutoka kwa viongozi serikalini, ila hakuna msaada umewafikia. Feeling to well wishes because wa mama wameng'ang'ana sana. Kila mama mwenye anacheza sahi kwa kiwanja kila krani ako na kitu inaitwa passport. Licha ya changamoto hiyo, kina mama hao wamesema jambo muhimu zaidi ni kuwakilisha taifa katika mashindano hayo ya kipekee. Licha ya umri wao mkubwa, ajuza hawa wako na ndoto kubwa, kuiwakilisha taifa hili katika rubaa za kimataifa. John Wanyama Runinga, Citizen, kaunti ya Uasin Gishu. Dogo hmm. <laughs> anasema tangu anze zoezi wako sawa na, na ukiangalia ni, ni taarifa ya kutia moyo sana na hmm. itani uma sana kama wataweza kupata hizo shilingi milioni tatu yeah, milioni tatu na imani kwamba siyo pesa nyingi sana haswa kwa, kwa serikali ya kaunti ya Uasin Gishu Na bila shaka wajaribu kuwatia moyo na pia vilevile hata kama waziri wa michezo akienda hmm. na kuweza kuzungumza nao kabla wafanye safari yao itawatia moyo, maana wakienda kule hawaendi kama watu wa Uasin Gishu, mm, wanaenda kule kutuwakilisha sisi kama taifa zima la Kenya. Kwa hivyo unasema mvuri afanye kazi yake ya na koti moja pia vile vile, sema kitu mtazamaji. Mm -hmm. na wewe mwingine kama ni mkenya unasikia sababu ya kuchangia, umeona hata wengine hata vifaa vya michezo hawana, kwa hata vifaa vikipatikana vitawasaidia kusukuma gurudumu la soka, ila mimi naona kwamba nitawajoin na karibia hapo eh, kidogo seme kitu umevika msingi. <laughs> <laughs>